Uwekezaji katika e, miradi mbalimbali ya maendeleo, pamoja na kwamba inakwenda kupunguza umasikini lakini pia itaongeza ajira kwa Watanzania. Kuongeza ajira huku e, Watanzania hawa wataongeza vipato vyao, lakini ndio hawa hawa nao pia watachangia mifuko ya hifadhi ya jamii. Hii sukuku ni uwekezaji na ni uwekezaji mzuri sana. Kwa hiyo ile michango yote ya chama tunayokusanya tumeamua vilevile e, sehemu ndogo tu tuwekeze kwenye hii sukuku ambayo leo hii ndio, tumeweza kufunga kwa amu ya kwanza kiwango ambacho tume tumekusanya katika uwekezaji ni shilingi bilioni 381 milioni 384 na laki 855,940 na, na, na senti 90 ni sawa na asilimia 128.33 ya makadirio yetu. Kwa serikali imeweka mfumo madhubuti